Unavyoishi mfano, yeye uongo, labda wakwenda sehemu kuongea hivi, sio kwamba mtu ajui, ila unajizoesha pia mazoe mabaya. Kuna siku hata kama umeachana na mimi, utakutana na bwana ambao kipato chake cha kawaida utampelekaje? Sasa si unaweza ukauza uka, uka hata vitu vyake hivyo ukutane na mtu tu analipwa laki sita saba nane, yaani mipango yake ni mpaka atoe elfu kumi kumi ishirini thelathini. Haya, leo hii unatoka huku kwa mipango pango yako ambayo mi nikitoa elfu arobaini hamsini laki laki mbili hivyo, si unajikuta unajiasili mwenyewe kisaikolojia mm. E, na unakuwa umejifunza nini? Kuna vitu vingine vya kuishi ukweli ambayo ndo hiyo sasa, ndo maana anasema shida ametengeneza, ame hiyo lifestyle ambayo sasa wewe ukinavyoanza kuibadilisha yeye ndo anaanza kuwa sasa nilimbadilishia yeah. Sasa alivyotoka, sasa ndio. Hey, sasa. Maana mimi nikatoa hii mm, zani juzi, mimi ningetoa tu kawaida kama inavyotoa, angekuja kwako asingekuja, kwanza moja kwa mimi moja kwa moja asingekuja <laughs> kwa sababu yeye kakaa hiyo pesa ya hospitali, yeye kaipigia misele mpaka bara, mimi namwangalia na yeye akajua hii pesa hii nikipata tu ya nani hivyo. Kwa hiyo yeye alikuja huku moja kwa moja kukujua tu kwamba kwa nini nimeanza kupewa elfu kumi na tano mimi? elfu kumi na tano. Sasa yeye, Rehema mimi mimi, swali. Rehema. Nikiulize, Huyu anasema yuko tayari kupa hela uondoke umwache mtoto wako huyo mdogo uondoke na huyo mdogo ngoja, nataka nimuulize swali. Kwa hiyo maamuzi yako hicho ndo naona kikubwa kuliko kubaki kulea watoto wako? Nataka nimuulize nimuulize huyo swali nasiua fanya majukumu yako yaani, ukirudi pale unatakiwa urudi kama kama adada wa kazi, usiende pale kama mke. Nenda pale umeshazaa watoto, nenda pale kwa ajili ya kulea watoto wako. Anatoa chakula, anatoa kila kitu, si huduma zote utapata? Lakini usi na acha yake, acha mambo, usimfuatilie wanawake wakija. Amezaa nao na si naye, na wewe si umezaa hey? naye asishindwa kuishi kwenye nyumba yake kwa sababu eti wewe ndio huko pale. Hapana. Watakuja kwa sababu umeingia kwa mtu ambaye ana maisha yake. Huwezi kuyasimamisha maisha yake kwa ajili yako. Unajua hela haina thamani, unafahamu hicho kitu. Utaenda utapewa, mtoto wako ana thamani kuliko hata kukupa milioni, itaisha hata kukupa wewe, unajua biashara yoyote utaenda kufanya Acha babu yenu hapo, unataka siri awe na aje? Na huyu ana maisha yake, umeshakubali kuingia kwenye kwenye foleni, ukae sasa kwa kutulia. Akija mwenzio utulie, lea watoto wako kabisa, unielewa? Na hiyo mambo ya kutaka mamlaka, sio authority. mm -hmm, kaka, kwa kutulia kama amewaelekeza, mm -hmm. watu hivi, usifanye hivi, usiende huku, kubali. Mshida gani? siasi si mlinzi akasema hivi, unaingia siingi kama unataka kuongea naye ongea naye kwa, kwa lugha nzuri hey. Ongea naye vizuri, baba fulani, nilikuwa nahitaji kufanya mazoezi, lakini nilikuwa nataka kwenda kule, nani kasema hivi, usikie atasemaje, lakini sio wewe kama ina nini <laughs> ah ah hivyo uwezi ndani hi, <laughs> hey, ya nyumba ya mtu ni watoto wamefanya hivi watoto, hapana huyu wala watoto. Sasa mimi hapo ni share wa kitu mimi, unajua ile siku umempigia simu ndo pale akasema kwamba yeye hana plani za kuoa, lakini yeye alikuwa ananiaminisha kwamba kuna siku tu tawasha hmm, gari nitaenda kwenu kujitambulisha. Ah, mimi, kitu kwao mambo ya kuolewa nataka, ndio sasa watoto wake 9, kila mtoto ana mama mawaji ni yeye, so wewe, naomba sana niongee pointi yangu ambayo nilikuwa nataka kuongea kutokana nayevyoka, naongea vile ndokuwa nanifanya ni reacti hivyo, kwamba kujiona kwamba vile na mamlaka au usitake kulinganishwa na huyu au vye na vile kwaiyo sahivi nishaelewa anachokitaka anachokitakapo pale hakuna mahusiano mm, wala hivyo antaki. Huyu mimi nimeza. Kwa hiyo nilikuwa naomba. Mw. Kwa hiyo yaani mfano kumwambia mimi niwashe washa gari? Mimi kuna kitu kimoja mm. <coughs> Wow. Watoto wangu au wote. Nimeenda kuwachukua mikononi mwa wazazi wao. Sawa, watoto kulingana na baraka za upande mm. huko na huko. Mm. Nachukua naishi na mtoto hata kama atapata shida anaweza kutaarifiwa bwana mtoto kwa babake kapata shida fulani. Hivyo. Mm. Ivo. Kwa mimi nilikuwa namuelekeza hivyo mm, na nimwamini wapi kumwambia siku nataka niwashe gari niende mpaka kwa baba yako kule nikamsalimie, au nitaangalia kama nitaenda na ndege kana wewe uh, niende na gari. Nikamwambia hamna shida, sasa nitatafutaga siku yangu hiyo, nitaenda kumsalimia baba yako, kwa sababu babake ana watoto wengi tu, kama mimi yuko hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi najua sio mzee ambao ambao hata <coughs> elewa. Anashangaa, hawezi na <coughs> yeye yeah. Anaishi maisha yake, kwa hiyo na tazi naongea naye, unamtumia hela sasa unamtumia gazi, yeye mwenyewe ananiambia ana shida hapo juu sikati, nikamtumia laki tano, akampelekea hivyo lakini sasa mi siwezi kusema eti mimi sina aibu, sina eti hmm. Siwezi kumwonea aibu mzee, mi maisha yangu nayo ishi na ya kubali. Mm. Kwa hiyo mimi kwenda kuongea na mzee kuhusu swala la mtoto wake nini? Mm. Mimi niko vizuri mm. tu na nikaambia huyu mjukuu bwana babake ndo mimi. Mm. Eh, niko na kampani yangu ya watu wawili watatu tuna fresh tu. Mm. Bwana, kama unakuwa na fine sijui nini unajuaga zile yeah. unamaliza nini freshi basi poa poa poa ili kujua. Ila sasa asigeuze ni ndoa, sigeuze ndoa, sio ndoa ndo ndo alikoja nielezea hivyo vizuri. Mimi sasa kwa hekima wewe, huyu hapa unamuona, namuona, unamwona nyenye hekima yake ilikuwa mbaya. Yaani wewe kama una, una, una, unataka kuwa na mimi lazima kwanza unieheshimu, uwe na hekima na uwe na mapenzi na mimi ya kutosha. Sasa wewe una, unataka mimi uniwe mke wako sijui niende kwenu kwa kiburi hichi hivi unawashagali uende kwenu. Kwa hii hali unaondoka Zanzibar peke yako. Mimi ni washagali. Naenda kuonekana mjinga sina akili. Nikamwambia tena hayo maneno. Ah ah, mama wewe, ngoja nikwambie mimi mama yake lazima ningemwambia kwa sababu huyu angepata shida kule. E, i, i, i, e, lazima mwambie mama huu mtu um, bwana kaondoka hapa bila wewe kaelekea Zanzibar e. Isimwelekeze kwa nini hata kama unakaa pale eh, lazima azeme si tena kiburi. Ndo kiburi wetu kwa sababu alipiga kwa mama kwa baba. Unajua tatizo nyinyi mmetengenezwa kutengeneza mahusiano wanakuwa ni shida sana shida tunayopata Tanzania mahusiano, kwa sababu tu mahusiano yamekuwa kama biashara. Kwa hiyo kuhamisha watu na kuwa shida, ni kweli, yani mahusiano ni biashara. Sasa we kwenye hisia, mtu unashindwa kufikiria huyu ni binadamu hata mm. so, so, akikuonyesha upendo bado unarudi tu kibia, you think ni kitu sio kitu <tonutu> hizi ni hisia, wewe unachukulia poa, huyu anahisia kwa sababu yeye si yuko utakuta labda mimi nimerudi mm. eh yeah, nimeingia hivyo yani yoga okay, kawaida tu Ivo, kaya kaya, kwa akija hujui kama message labda ya mahitaji kwani usikii gari akirudi usikii gari anasikia tena yeye eh, mimi pale ina maana parking iko huko mm. eh chumba chake kipo kwa upande yani ukisikia gari uweza hata ukatoka ukamsalimia kamsalimia. Hawezi akusalimia ha, kwambie hata vipi za kazi ah, we maisha yake huyu hawezi hata dakika hiyo moja hata kukwambia tu za kazi siku zote anatakaga kwenda kupokelewa, huwa ananitia watoto tu, wao wanakuja kunipokea. Basi mimi ya toka ni niambia <-s2> kwa kauli yake, mi nilikuwa naenda kumpokea. hajawahi hata siku moja, kipindi yuko mfanya kazi. Sasa kipindi wakati anafanya kazi, nikifika ana kona gari, anakuja anapokea vitu vyote Yeah. Kipindi yuko mfanyakazi mm, toka niwage naye kwenye mahusiano ya design mm, hajawahi hata siku moja hata kutoka kuja kunipokea sasa moja. kuna kitu kimoja ah, zi, mfano uh, yeah, yeah, zinaweza zikaletwa kuku mm, kuku za kienyeji labda zimeletwa 20 kazi, zi Kino, o, au 30 anapokea mfanyakazi, zinaenda zinaung free kinani mletwa nini wanapokea wanaenda wanaweka. Wewe unaweza kurudi au ukasema ngoja nimpigie huyu, kwa sababu ukimpigia mfanyakazi anaweza kaona mimi na Halo eh, kuna vitu vimeletwa mahesabu ni ngapi? Hajui. Hajui chochote, hajui chochote. Yaani akitoka ya anaenda kupakua chakula na. Hajui chochote, yaani yeye chochote kinachoingia ndani na kutoka yeye waga hajui. Huko jikoni <laughs> jiko langu mimi lina mavitu, yaani hata niletege mavitu ya design gani yanapangwa yeye, yeah, ya anaweza kaa juu, anaweza mtu akachukua kitu hata ajui kinachosema. Ah, kuna chochote mtu anasema hapo ni niende kwao. Hawezi kujipendekeza kwangu, kifupi, kwa lolote zaidi ya kuniomba hela kibabe. Tena ananiomba hela kibabe. Sasa mi nakoga, nakaa, nami nataka niseme kitu kimoja, pointi ya muhimu yani, wewe. Mh. Hmm. Brother hapa unajua ni mfanyabiashara, si ndio? Ndio. Mfanya biashara maanake anatakiwa awe na msaidizi nyumbani. Umesikia nisho chochoke sema? Kuna vitu vinaingia ndani hata we nyumbani wofanyeni uvijui. Nikupe siri, sisi kuna wadada wetu wa kazi wanatokaga hapa. Wanaenda kwenye nyumba za watu wanapewa fursa kwa sababu ya nini? Akili zao. Eh, hey, sawa, sawa. Shura nasikia Rehema, hmm, yani yuko kwa bosi, ni yuko kama msaidizi wake, anajua kilichoingia, kilichotoka mpaka nyanya, mpaka vitunguu. Bosi akipiga simu anajua anamwamini, yule yuko nyumbani. Sasa hivi vitu hivyo vidogo, kama vijui, hata ajiulize. Sasa kidogo tulikwambia, sasa huyu mm, alikuwa ning'ang'ania nimpeleke ofisini kwangu, ofisini kwangu eh, yani hivyo sasa. Na kaga nafikiria kwa design huu, nampeleka ofisi gani, akakaa ili weje angalie mipango gani ofisini kwangu. Unajua kuna vitu unaongea hapa ni madini, sawa. Unataka mm, nini hivyo, mtu mm, ufanya

Yaani ungempa mwezi wa pili huyo ene ungeiona kama hajarudi hapa kuja kuongea tena mm. Matatizo. Kwa hiyo ni yani, nishitao kwambia Rehema ni kwamba yani yani priority yote anampa house girl. Yaani kila kitu, sababu hata huyo anayosimulia ni kipindi cho alikuwa na mahusiano na nani na mdada wa kazi. Kwa yule tukao tuna kama vile ngoja, huyo mtoto kazi yuko wapi? Yuko wapi? Wewe uko wapi sasa hivi? Mimi bado nipo. Kwa hiyo sasa hivi mbona mimi nafanya majukumu yangu kama kawaida? Unajua mimi hapa hata yeye <laughs> mwenyewe katika maisha mimi hapa ninavyofanyaga samani kiofisi maana hata <coughs> yani mimi nikinunuaga sijui nguo vitu mm. vitu nanunuliaga tu wote nyumbani. Hata wafanyakazi nao wasijisikie vibaya. Kwa hiyo vitu kileta hivi huyu anakuwa na wivu. Anaona huyu unatembea. Sio kila mtu utakuwa unatembea. Kuna vitu vingine vina mipaka. Huyu yani hata ukiongea na mfano juzi huyu mfanyakazi mpya mwingine kuna mdada mtu mzima, mtu mzima tu. <coughs> Nikamwambia nikamuita ni jina lake Mama Clever. Naona e, umeanza kumuita Mama Clever. <coughs> Sasa biashara gani? Yeye yani anataka mimi sijui nimwitaje. Yeah, of course. Ah, yeah, kwaada okay. kuna, kuna mambo kuna mambo ya, ya msingi ya nilisema, sasa ile ya kijinsia wanawake wivu wanao. Hicho kitu kipo especially wakiwa wanatafuta hizo imaya zao, kama vile wanaume wao yako kihisia zaidi. Lakini cha msingi ni kwamba niliwaambia saa zile, wewe ushaelewa huyu uh, amestand wapi. Lakini cha msingi ujue, huyu mwanaume kikawaida, mpaka mkonside mtu kuwa mke wake au mtu wake karibu, lazima kuna value anatakiwa ionyeshe thamani Umeelewa, thamani. Ulitakiwa uanze kuionyesha nyumbani kwake. Thamani yako haiko chumbani tu Rehema. Kuna wanaume ambao thamani ya mwanamke sio sio chumba, na maana ngono au tendo la ndoa, umeelewa? Mm -hmm. Sasa wanawake wengi wa Tanzania wametengenezwa wakiamini thamani yao tu ni akishatoa, akisha nani, akifungua migundo, thamani yake ndio hiyo. Sasa huyu huyu mfanyabiashara, thamani ya mwanamke huyu ni zaidi ya kitanda. Ndiyo maana we ukijiweka kitanda na yeye, thamani yako ataacha hapo hapo kwenye kitanda. Kwao utakiwa utengeneze thamani kwake, mpaka akuone kichiona, ameongea kitu kidogo tu huku tu anakuja nyumbani, we uko nyumbani, ujii wako wangapi? Kwaiyo maanake huyu asipokuwepo nyumbani, unamfanya huyu aamini watu wengine kuliko wewe

Yeah. Sasa wake tu anatosha kwenda kumpokea. Mimi sio nenda kumpokea nje. Ni kwa hiyo watotoaga vinaletwa na boda boda ofisini, anavipokea mwenyewe, vinafika kwa mlinzi wa getini. Hey, vikifika jikoni, lazima mimi niwe kuvipanga kwenye friji na yule ya usigeo sasa hivi. Achana na yule anayemwongelea ambao alikuwa ameshaanza mahusiano naye. Yule ndo kwa gani nifanyia kiburi. Huyu vitu vikifika ataniita tunaenda kuhesabu tunaweka kwenye friji. Ila sio huyu hapa na mimi siti kuko zikifika sio eti ajui sijui nini na nini. Anyway, kwa sababu ni mtu ambaye tupa tuna bifu mle ndani. Eh, sawa, ahamu hitaji bifu. Kwa hiyo mimi nafikiri sisi yani tuseme tumaliza kusema nin mm. umeelewa eh? ni kwa, na, ni kwa, ni kwa naomba kitu mi kwa sababu plan yangu ambayo nilikuwa nimemuomba na, na mpaka tukawa tuna ugomvi huo, tukga tunaishi tu vizuri, ila ugomvi umeanza baada ya mimi kumwambia vile naomba kurudi chuo. Kama nataka kusoma ndio naomba yote, nilofanya nimefanya tu kwa sila nilikuwa na regret kuhusiana na hivyo. Alikuwa ameniahidi kwamba atanirudisha shule kwangu, naombani unisamee kwa wote hayo yalotokea. Mi nitajirekebisha, ili kuwa, naomba niende nikajiunge na na chuo, mambo nisaidie, tunisomeishi nakuomba sana, kwa sababu mi maisha ya biashara au maisha kutegemea, mi siwezi biashara, ila naamini tundoto yangu ipo kwenye kusoma, nikuwa nambo nisaidie Unataka kusoma nini? Yaani, unataka kusoma nini? Unataka kusoma pharmacy. Kwa hiyo na wakati mimba hii kinani maana una miezi mitatu tu

au wana, wana mabweni kwamba utakuwa na kaa shuleni au sijaelewa? Kuna wanafunzi wana wana wanaishi hosteli na ambao wanaishi kwenye wanaishi hosteli na wengine ambao wanatokea kwenye nini wanaopanga, au wana wanaokaa nje shule. Kwa, kwa hiyo <coughs> unataka ukakae huko huko shuleni ndio utakuwa unakuja kumwona mtoto kwa unataka manake manake hiyo <coughs> ni sku... mimi nitaka, mm. nimgeri mtoto bwana mdogo mm. sana Huyu anaongea kwa ajili ya majukumu yake, mtoto ana miezi 11. mm. mimi yule mwanamke aliyokimbia, hmm. akaniachaga na mtoto, hmm. akaenda kuwa na mahusiano na mtu mwingine mwingine, mtoto hmm. mimi nilikuwa nashindwa hata kufanya kazi kwa sababu ya mtoto mdogo. hey, hmm. moyo unakuuma, yeah, hey, ni kweli sasa. Leo hii aka hapa ndo bado kanatamba kanafanya hivi, mm. alafu huyu anaongelea swala la kumwacha huyu. Ana utu kweli? Kuna vitu vingine unaviacha, unatulia kwanza, kawaida unalivyo vinaendelea hmm. Mi naelewa. Huyo mama nani tu ameachwa na mtoto mdogo, nimekaa mimi naenda kazini mm. Nawaza unarudi na mapema kukaa na mtoto. Na ni nilikuwa nashindwa hata kwenda sehemu. Kwa sababu unakuta sometimes sa mtoto una hivi hivi vile, unakaa we mwenyewe ukakae uangalie mtoto mpaka leo yuko darasa la pili. Mm. Eh, hey, unanielewa? Lakini yeye anaongelea eti mtoto huyo mdogo, si anataka kuacha mtihani tena ambao hali ya juu. Kwa hiyo labda mimi nafikiri huyu wasiwasi wake umekuja ni kwamba labda anaona kwamba anaendelea kukaa pale, lakini zile pia ndoto zake pia hata sasa angalie na hali yake na hali ya mtoto wake. Nafikiri ndio hiyo mm. ikipita hivyo, alafu katika maisha, unaweza mtu ukabadilika, mtu akakusapoti uzuri, yuko na mtu ambaye unaweza kumsapoti. Badilika sasa, ishi maisha fulani ambayo unaweza kusapotiwa, maisha yakaenda sawa, sio kiburi. Sasa hu kama unataka kweli kusapotiwa ukae, lakini sioko mazingira magumu ya hivyo, ambao unamwachia tena mtoto mdogo, anataka faraja ya mama tena kwani hicho nyinyi mnapokaa na hivyo vio, ni mbali sana, kwamba nilichokuwa nawaza kama unawezekana, anaweza kawa anaenda anarudi anaendelea kumlea ni mbali mm. sana lakini kwa hizi changamoto ambazo yeye ameziripoti , tushamwambia jinsi ya kuishi kwenye hii lifestyle, abadilike. Akibadilika au baba atendelee kusapoti kwa maana ya kusapoti watoto wakue, mm.